Namni um, saa sita saa za Afrika ya Kati, ikiwa saa saba majira ya Afrika Mashariki, tarehe 20 za mwezi wa 4 2025 2025, ambako kunasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni Rajab Wakili eh, Kabonga, the one in all in town DJP ambayo iko kuleta matangazo mchana huu wa leo. Uh, big up sana kwa wote ambao tuko pamoja. Um, naona kwamba Uh, mambo yanazidi kwenda vile ambavyo tuko tunatarajiwa yaweze kwenda. Kizabe Ayeba uh, kutoka United States, Ejide Kizenga Tembele kutoka United State, uh, King Sele Shabani Seleman pia kutoka United State of America, namona mashaka yamba, namona pia Akis Kandeke kutoka UK, dafeza kutoka UK, Laitesha kutoka United State of America. Kiza Salum pia Biondo Kilamba Mawe mzee wa State pia kutoka USA na ndugu yangu kabisa huyo Jedone Buto to kutoka Michigan. So um, ujio wa Joseph Kabila ndani ya mji wa Goma umeweza kuleta mambo mengi na pia imesababisha wazalendo hiyo Ijumaa, e, siku ya Vendredi kuweza kufanya mashambulizi maeneo ya kaskazini ya ya mji wa Goma. Kabila ameingia Goma na serikali imeweza kutambua kumefanyika perquisition kwa manani za, za Joseph Kabila na hivyo uh, mahakama imeweza ku, ku, kunyang'anya eh, takriban gari kumi na mbili za kiraia eh, zenye thamani kubwa za eh, uwezo mbalimbali mbali pia za Joseph Kabila na pia baadhi ya mali zake zimeweza kuwekwa chini ya ulinzi na pia serikali imeweza eh, kupitia wizara ya, ya, ya, ya, ya, wizara ya sheria pamoja na mlinda mhuri wa jamhuri Bwana Constant Muta ambaye ikiwa kama waziri ameweza kutoa injunction kwa um, uh, chief judge wa mahakama iweze kutangaza ama kuandika barua rasmi ya kukamatwa kwa Joseph Kabila, huku serikali kupitia msemaji wa serikali akisema kwamba tumesikia hatujamona, lakini tunamsubiri tumsikie. Kwa upande pia wa, wa, wa Kabila wanasema muda si mrefu watafanya meeting ndani ya mji wa Goma ambao Kabila atatoka hadharani na kuweza kuzungumza. Uh, tutasikia atazungumza kitu gani? Haya ndio mambo ambayo tutakazia sana kwa sasa hivi. So uh, big up sana kwa wote, karibuni, na hii ni Baraka One TV. na likuwa kuanza kupata habari zetu za moto, tafadhali like pia subscribe, Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa napata matangazo yetu ya moto kila wakati. Na pia uh, tembelea Baraka One TV channel 2, ya ili uweze kukutana na mambo mo ya motomoto kule, na usisahau kwamba operation sidia muzalendo bado iko inaendelea. Kama hujangana na operesheni hiyo, tafadhali fanya ima uweze kuungana na operasion hii. So kabla kwanza ya mambo yote uh, tuanze na nini? Tuanze na barua ya yeah, barua kutoka serikalini kutoka wizara ya uh, wizara ya sheria inasema hivi, komunike nimero 0988

Um, mheshimiwa waziri wa, wa sheria na, na mlinda muhuri wa jamhuri anajulisha jamii ya kitaifa na kimataifa kwamba ameweza kutoa agizo kwa um, kwa uh, uh, kwa nani kwa auditeri <laughs> ni mkuu wa mahakama ya, ya kijeshi yeah. Uh, pamoja pa, na mkuu wa mahakama pia ya sika na, na, uh, na kushughulikia masuala ya, ya, ya watu wazito wazito mawaziri, uh, uh, uh, wabunge, wa bunge marais wa staff ya tuseme hivyo naone uh, ili kuweza kuanzisha kuanzisha uh, kuanzisha uchunguzi dhidi uh, ya Joseph Kabila a meseu Joseph Kabila bwana bon, ndugu Joseph Kabila pour sa, pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers les le mouvements terroristes AFC M23, kwa kuhusika kwake kwa uvamizi eh, ambao unaletwa na jeshi la Rwanda pamoja na muungano wa magaidi wa alias Raif Kongo na M23 anutre, kwa upande mwingine il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de ces biens mobiliers et immobiliers. Kwa upande mwingine pia kamata kamata ya mali zake inaendelea eh, vitu vyake ambavyo vinatembea vina, vina na ambavyo havitembei

Impliqué dans cette affaire de haute trahison alega de la nation na pia um, mitindo imeweza kukamatwa kwa wale watu wake wote wa karibu, na kuwapunguzia uzito ya maana, hawatakuwa wanatoka kishasa kwenda mikoani, hakuna kusafiri, na hivyo kuweza kujumuishwa kwa uaini. Unaona, huu ndio uaini ambao Joseph Kabila kesi yake iko sio waini na wa, wa tundulisi wanapewa kesi ya uwaini Tanzania. <laughs> mtu ambaye <laughs> hata, hata bastola akushikwa nayo sasa. Kabila yeye na watu wake ambao wako wanaihujumu serikali ambao wako wanaipigisha serikali ndio wanapewa kesi ya uwaini na ndo kesi ya uwaini. So hii ni barua kutoka kwa wizara ya mambo, uh, kwa wizara ya sheria pamoja na mlinda muhuri wa serikali. so hiyo ni moja ni moja ya vitu ambavyo tutakiwa tuweze kuvizungumzia, kufi, kwa hiyo uh, hapa tayari kume kumeelezeka unaona, mambo yameelezeka na umeelewa kwamba ni nini ambacho kinafanyika i kwamba serikali sasa imesema imesema kwamba kwa sababu yeye amekuja na ameingia ameenda kwa upande wa, wa magaidi basi kinachofuata ni kuanzisha sasa uchunguzi wa ya dhidi yake, na mahakama zote zimepewa sasa go ahead na wizara ya sheria ili waweze kumfungulia mashtaki na pia mali zake ziweze kunyang'anywa. Ndio maana hapa batoa mali ilifanyoga dari dari hapa Kalemi, sijui hata kwa nini waliweza ruhusu batoende Kigoma, ile bato haitarudiaga tena huku. Na uku na mimi nilikuwa nasema huu jamaa hii bato lazima ibakie hapa, wasiache, lakini walifanyafaya figisu pale tititi. Watu wake wakafanya faya, wakaonga mabilioni ya ya fedha, bato ikapelekwa Kigoma. Lakini serikali ya Kongo kama tu itakuwa iko na nia kabisa ya kusema imfanyie huu jamaa haya mambo, wataongea na serikali ya Tanzania, huu jamaa ile kitu irudie huku ili tuweze kuwa sa, sawia na serikali ya Tanzania ili twende sambamba mturudishieni hiyo kitu huku na mali zote ambazo jamaa ameinvest nje ya nchi zote zinakuwa band, unaona. So, ile ni, ni serikali ikitaka ifanye vile itafanya. Alikuwa tajiri, alikuja maskini, akawa tajiri, sasa anataka kurudi tena kwenye umaskini. Ona jinsi watu wanajipotezeaga kila ambacho walikuwa wako nacho, kitu ambacho alipigana alitafuta ndani ya miaka kumi na nane aliriski maisha yake ndani ya miaka kumi na nane of course, lakini atakwenda kuipoteza kwa muda mchache tu, unaona kwa muda mchache asha. Kwanza asha tumia gharama nyingi ya fedha nyingi sana kwenye hii vita, na hivi banasemaga kwamba mtoto anachekaga na mimba ambayo itamua mama yake. Hii ni moja kati ya misemo ya Kibembe, anasema mwana ikose anacheimiloya kanyaki, unaona So kwa hiyo kwa hii hapa ndio jinsi hiko yuko tayari Goma Kabila, na anasubiriwa muda wote kwa sasa hivi kuweza kutoa speech. Wanasema kwamba yuko na speech ambayo ataifanya Goma e, wananchi wamsikilize, tumsikilize kwamba yuko na ujumbe gani. Waziri wa e, wa mawasiliano ambaye ni msemaji wa serikali alisema kwamba tumesikia Kabila amekuja, lakini hatujamwona na watu wake wa karibu wanasema kwamba yupo na mpangilio ambao huko ni kwamba watafanya meeting muda si mrefu. na ile, ile wakati anakuja Ijumaa kulifanyika mashambulizi kaskazini mwa Goma, ambako wazalendo wanapania kumkamata Joseph Kabila ndani ya mji wa Goma. Hakutaikalika hakutalika hakutafanyika kitu mpaka gisi alingia to make sure kwamba asitoke movile ya Goma kwa hiyo watoto wa Goma kueni kueni kueni chonjo kaeni chonjo, acheni papara papara, acheni mambo ya jabojabo. Ni lazima huyu msaliti aweze kukamatwa. Hiyo ni kazi kubwa ambayo wazalendo wako wanaishughulikia. Nimeona hata kwa, kwa, kwa tweets za, za, za Lawrence Kanyuka kupitia AFC M23 wanamkaribisha aseme, karibu sana senateur v eh, karibu ndani ya mji wetu wa Goma. Ushelewa? So vitu kama hivyo viko vina vinaleta vina, vina, vina kwamba kuonesha kwamba real huyu mtu yuko upande upi. Karibu sana TV. Karibu sana kwetu. Karibu kiongozi. <laughs> Udoni. Doke huu bwana, eh, hakuna shaka tena. Yote ambayo Fachi alikuwa anasema juu ya Kabila na yote ambayo pia tulikuwa tunazungumza juu ya Kabila, nafikiri hatutabishana atabishana atabishana tushajua, mwenye yuko nyuma ya M23 Alliance Fleuve Congo ni nani? Ni Joseph Kabila, na hata magrupu ya arme za mingi, mingi za mingimingi zilikuwa kree Mkongo, ni yeye ndiye alikuwa na zikrea na zile magrupu ya RM. Sasa hivi mambo yote yanakuwa yako wazi. Kitu kingine serikali inafikiria kuvunja vyama vyote ambavyo viko ndani ya FCC sababu wale wa FCC ndiyo ambao wametengeneza wa eh, wametengeneza waasi ambao huko wa, nal sasa hivi kuanzia PPRD kwa sababu kuna vyama vingi eh, ambavyo PPRD ilizaazaa kimagendo, magendo. Unaona Kongo tunakaribia vyama elfu moja wana, ya kisiasa. Nevi, katika vyama elfu moja akukosi vyama hata 500 ambao hata 400 hivi kama sikosei ambavyo vitakuwa viko na mlengo wa Joseph Kabila. Zoe Kabila iko na chama chake, dadake Janete Kabila iko na chama chake, kila mtu mu FCC iko na chama chake, na vile vyama vyote vina vinaingiaingia nyuma ya FCC, nyuma ya PPRD, ujelewa? Karibia kila kila mtu iko na chama chake. Sasa hivi vyama vyote vinamuunga nani? Joseph Kabila mkono. Kwa maana hiyo FCC yote inaomba kupitia wizara ya, ya mambo ya ndani ndio ambayo inahusika na kusajili vyama waweze kuvivunjia leseni. Yani, vyama vyote kwamba ni kuamka tu kesho asubuhi kwamba kuanzia leo chama fulani chama fulani chama fulani chama fulani vinavunjwa, aviko vyama vya kisiasa na ndo ile ambacho wamefanya kwamba hakuna mwanachama wa PPRD, wa FCC kutoka nchini ama kudhurura kutoka Kishasa kwenda mikoani donk. Ukitoka Kishasa kimagendo unaenda mkoani donk, unakimbia na wakitoka kule wote watakimbilia wapi? Goma. Nawapatia hii wiki, tutaona, Nehemi Muilanya atakimbilia Goma, wakina Shadari watakimbilia Goma, wakina Ferdina Kambere watakimbilia Goma, wakina India Omari watakimbilia Goma, wengi wengi wengi wengi watakimbilia wapi? Goma, kwa sababu kule ndio mahala pao. na pia uh, sitaacha hiyo, sitaacha hiyo pite hivi bila ku, kukusomea ujumbe huu huu. Ni ujumbe kutoka kwa Lambert Mende. Lambert Mende alikuwa msemaji wa serikali ya Kabila kipindi fulani e, na alikuwa anatetea sana utawala wa Kabila, lakini baada ya Kabila kuja Goma, Lambert Mende alikuwa na haya ya kuandika, anasema hivi one upa aveke la sirete de l'etat awachezagi na usalama wa taifa. quand un ancien président de la république ou bien un sénateur s'affiche au coté des agresseurs de la république l'etat congolais devrait tirer toutes les consequences, kama Raisi uh, uh, Mustafa anaonekana upande wa madui, ama seneta yeyote yule anaonekana upande wa madui, basi serikali inabidi iweze kubeba jukumu e le ministre de l'intérieur devrait proceder au retrait de l'agrément de son parti branche politique de la AFC M23. Na wizara ya, ya, ya, ya mambo ya ndani iweze kufanya haraka iwezekanavyo kuweza kuvunja chama chake, ndio hiyo ambayo tulikuwa tunazungumzia ambacho ni branch ya AFC pamoja na M23, et mettre tous les membres

Eh, na pia kuwaweka chini ya ulinzi wanachama wote wakubwa eh, wa chama cha PPRD na vyama vyote ambavyo vina muungano na bwana Joseph Kabila, na pia mahakama ya kikatiba iweze kutoa e, nini, um, e, bunge la taifa pamoja na seneti waweze kukutanana eh, kwa kikao maalum, wa, waweze kutoa wamtolee zile ambazo zinaitwa uh, zinaitwa zinaitwa zinaitwa kwa kifaransa na wanasema eh, immunity ina maana eh, ile kinga yeah, wawezi kutoa ile kinga ambayo ina, ina mkinga yeye asifungwe. Kumbuka kwamba katiba ya Kongo inasema hivi, rais mstaafu hawezi kufuatwa wala kuhukumiwa kwa makosa yoyote yale ambayo yatakuwa dhidi yake mpaka mahakama eh, uh, mpaka bunge la taifa pamoja na seneti waweze kukutana, wajadiliane, kisha nusu na robo ya wale wanachama wakubaliane kwamba tumwondolee kinga, ndipo anaanzishwa mashtaka dhidi yake. Unaona, kisi katiba inasema sasa. Na ukaja kukuta kwamba wengi ambao walikuwa wako ndani ya bunge ni watu wake <laughs> walikuwa ni watu wake, ndio maana Rais Felix kabla kwanza ya kusema mambo sawa, aliwezaga kuvunja kwanza ile na kajigogotea e, e, akajigogotea ambayo tunaitwa um, majorite parlementaire wingi wa, wa wabunge ile i, i, i, ikaweza kumpa nafasi ya yeye kuweza ku, e, kujidatiti vizuri. So um, anaelea kusema Bwana Lambert Mende kwamba hii itaweza kufanya hivyo na inakuwa ni kwa inaitwa nini uaini kwa members wote wa ae wa paper, wa paper na anaendelea pia uh, kuzungumzia kuhusiana na kusezire vitu yake kunyanganya vitu yake eh, na hivyo itaweza kuleta eh, sura mpya na kitu kingine kikubwa ambacho amesema invalidation de son passeport kuweza kuinvalider ce passeport yake iweze kupigwa X kwamba hii pasiporo haifanyi tena kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. So, hayo ni maneno ya aliyekuwa msemaji wa serikali ya bwana Kabila, Lambere Mende. So hii ni kitu ya kipekee ambayo, eh, wakongomani wengi walikuwa wako wanasubiria. Unaona, kwa makosa yote ambayo Kabila ameyafanya, zambi zote ambazo Kabila ameyafanya, hatimaye sasa amejiweka wazi. Kwa hiyo Goma moto bado unaendelea. Tunasubiri tumsikie tuone, kama alivyosema Patrick Muyaya, tusubirie tusikie tuone anakuja na ujumbe gani, atasema nini. Na wanaandaa na e, mkutano meeting, muda wowote kwa siku ambazo, siku zinakuja, ndani ya mji wa Goma. Nawambia tena watoto wa Goma, niliwaambia wakati wa meeting ya Bukavu, msiende kwenye meeting ya Corneille Nangaa Bukavu, lakini masikio nguvu, mkaenda kilichotokea mlikiona, na hii pia ya Goma, msiende kumsikiliza Joseph Kabila. Najua kwa watu wenye washauziwa washa wa e, vijana wanani wanapewa ile washauziwa ma Demil, washa wa, wataimba pale, rais zonga, rais watampiga wata makofi, watamwimbia lakini ba watamuimbia pale, msije kulaumu baadaye. Najua wazalendo wako Goma, wako ndani ya Goma, na tunasubiria ile mitingi, na wapa tahadhari msiende kwenye ile mitingi ya Joseph Kabila yenye iko na ndaa Goma. So asante sana ndugu zangu, tunashukuru kwa wote ambao mko pamoja na Baraka1 TV. Hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo. Kwa muda kama na huu tukutane majira ya saa 9 ambao tutakuwa na mambo mengine pia ya kusumuria.